Hata kama ukiwa wote pamoja, mnavyoita kwamba mnakula bata sawa. Mnavoona huyu anagawa pesa hapo hivi, sio anazawadia. Hata yereki, angalia hizi pesa anavyozitoa. Hata kama ukiupata ulimwengu huu, ama ukapata vitu vyote vya ulimwengu huu, utafaidika na nini kupata asara ya nafsi yako eh? Sasa huyu mnavomwona, huyu ni kwa sababu hasavi, shetani yuko kazini, kwa sababu ya kuteka jamii Unavyoona huyu ni kazi yake hapo hivi, anahamasisha vijana wengine, ili watamani na wenyewe waingie katika kwenye grupu hili. Ila amini nawambia, amini nawambia, amini nawambia, kila mmoja atalipwa. Ipo siku, ipo siku, kila mmoja ndipo atakapolia na kila mmoja atalipwa na lile aliyoitenda kama umetenda mema basi wewe utavuna mazuri, na kama umetenda mabaya, kwa ubaya huu, kwa ajili ya kuhamasisha watu, kuwaingiza kwenye jehanamu. Amini nawaambia, amini nawaambia, kifo yaja. Shetani ana namna ya kuweza kukupromoti ili uonekane kwamba kama vile umefanikiwa ama unakula maisha, eh, kwa namna hii, lakini haujui wewe unatengenezewa njia ya kuingia motoni kama usipobadilika ukaendelea kuwa hivi hivi, amini nawaambia, amini nawaambia, kama utaendelea kuwa hivi hivi na kuenda kufanya mambo haya mambo ya, ya ushirati haya, amini nawaambia utalipwa na, na kile unachokifanya. Ukifanya mema utalipwa sawasawa na mema, lakini kama kwa ubaya huu mnaofanya huu, amini nawaambia kabisa, msipogeuka mioyo yenu, msipogeuka mioyo yenu mkamrudia muumba wenu mkaenda kufanya haya, amini nawaambia, viuno hapo hivi, kateni viuno Jitahidini nawaambia, wana majoka, jitahidi jitahidi kutenda dhambi. Hey, tendeni kabisa, ili kumbuka kifo yaja. Basi naomba tukamshukuru Mungu.